Karibu wapenzi watazamaji, tena niweze kuwapasha, niwakaririe na kuwaelezea yale ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako bwana Ezra. Ninakuomba kwa moyo mkunjufu upige subscription tafadhali, alafu sambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi vingi, ili taarifa hizi ziweze kuwafikia watu, alafu waweze kujua hii siri ambayo imeweza kufuja yaliyofanyika gizani yameanza kuonekana peupe. Yaliyofanyika gizani kuhusu mauaji ya raia zaidi ya elfu kumi Tanzania yameanza kufichuka hadharani. Kumbe haya mambo Samia Suluhu Hassan Mwigulu Njemba, aliyekuwa rais au kipenda rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete, walihusika kwenye kuwaua wananchi. Na mnakumbuka ile amri ya kutotoka nje ambayo ilitolewa mnamo tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, upande wa Dar es Salaam, ile amri Jeshi la polisi waliambiwa kwamba yeyote ambaye atakayepatikana nje apigwe apatikane maiti. Sasa kuna hichi kituo cha kimataifa ambacho kinaitwa Reuters. Reuters ni kituo cha habari cha kimataifa ambacho kiko na vyanzo vya habari za kuaminika. Hii leo siku ya Jumamosi, tarehe kumi mwezi wa Januari mwaka elfu mbili na ishirini na sita kimeweza kuripoti kwamba mauaji ya maelfu ya raia wa Tanzania tarehe ishirini na tisa Oktoba mwaka elfu mbili na ishirini na tano yaliyofanywa na vyombo vya ulinzi na usalama Tanzania yalipangwa na kukusudiwa, yani yalipangwa na hii serikali na yakakusudiwa, yani yalikuwa yametarajiwa kwamba yatatendeka. Kwa nini? Walikuwa wameona wazi kwamba raia hawatakubali uongozi wa kimabavu, walikuwa wameona wazi kwamba raia hawatakubali wizi wa kura, na walikuwa wameona wazi kwamba raia hawataweza kurejesha Samia madarakani. Kwa hivyo wakapanga na wakakusudia kwamba wataua, ili mradi tu Samia abaki madarakani. Sasa kituo hicho cha Rutas au kipenda Rutas cha kimataifa kimeweza kuripoti kwamba kulingana na kanda ambazo wamezipata, wanaeleza hivi: Mwigulu Njemba alimwambia Jakaya Mrisho Kikwete kwamba wananchi wamewakaba koo, kwamba wananchi wamewaweza na hakuna mahala ambapo watatorokea. Lakini Mwigulu Njemba akasema kwamba wameua ndio watafanya nini? Jakaya Mrisho Kikwete akamwambia kwamba watahakikisha nao wamejisafisha ile damu ambayo waliweza kumwaga. Yaani, huyu ni kiongozi mwenye yuko na watoto yuke na mke yuko na mke, yuko na familia. Watoto wao hawakuuawa, lakini watoto wa watu waliuawa, alafu wanasikika wakisema kwamba watajisafisha damu na watahakikisha kwamba Samia huyo muuaji wao mkubwa hatapelekwa ICC. Sikiliza jinsi ambavyo Reuters wameweza kuandika. Wameandika hivi, Mwigulu Njemba alianza kusema hivi: hawa watu wametukaba kwa kweli. Alisikika Mwigulu Njemba akimwambia Jakaya Mrisho Kikwete. Katika korido za Lumumba, mnaelewa Lumumba Tanzania, korido za Lumumba Tanzania. Alafu Jakaya Kikwete mwenye anaendesha hii serikali ya Samia kama kiongozi ambaye ni rais, lakini Samia sasa, yeye ndio kivuli. Akamjibu hivi na sisi, tutahakikisha tunatumia kila njia kujisafisha na kama mbwai basi na iwe mbai. Sikiliza huu msemo eti, na kama mbwai basi na iwe mbai, tutahakikisha Samia wetu haendi kwenye ile mahakama ya kimataifa, yani ICC <coughs> ai, yani wameweza kuunda njama licha kwamba kuna kesi ambayo imepelekwa ICC kesi mbili za kumshtaki Samia ambazo zilipelekwa mwaka jana, kutokana na mauaji ya kimbari Tanzania, kutokana na kuvunja haki za kibinadamu dunia nzima. Jakaya Mrisho Kikwete anasema kwamba na kama mbwai basi iwe mbai, watahakikisha Samia wao haendi kwenye ile mahakama Watahakikisha kivipi? Wataanza kuunda stori kwamba o watanzania walilipwa kuingia barabarani, wataanza ku, uh, kuunda ngonjera kwamba o wananchi walilipwa na watu ambao wanamezea mate madini ya Tanzania. Ndio maana nisikilize vizuri na ndio maana unawasikia mtu mwenye anaitwa Mwigulu Njemba anasema kwamba watu ambao walikuwa na mezi ya mate madini ya Tanzania ndio waliweza kulipa vijana hela wakaandamana, eti kwamba kuna kijana mwenye alikuwa maskini akaangushiwa mabilioni ya pesa, sasa hivi ni tajiri ili aweze kuleta vurugu Tanzania. Watanzania mnaingizwa kwenye boksi ya kuambiwa kwamba ni madini walikuwa wanang'ang'ania, lakini hawa viongozi hawataki kuzungumzia haki kwa wale ambao waliweza kuuawa. Wanazungumzia kwamba walikuwa wanataka kuchukua Tanzania kwenye mapigano ya kidunia, lakini hataki kuzungumzia wala ambao waliuawa na wakazikwa kwenye makaburi ya Kunduchi. Yani, kiongozi mkubwa kama Jakaya anasikika akisema kwamba na wao watahakikisha wanatumia kila njia kujisafisha. Ndio maana umekuwa ukimwona waziri wa mambo ya nchi za kigeni kutoka Tanzania bwana Thabit Kombo akizunguka kwenye maafisi ya haya mataifa kubwa kubwa, ili kuhakikisha kwamba yaliyotokea Tanzania hayatazungumziwa tena. Wamesema kwamba watahakikisha kila njia kujisafisha, ndio maana wameanza kuzunguka wakiwaambia kwamba Tanzania ni bora, Tanzania ni nchi nzuri, lakini hawataki kuwaambia kwamba wale ambao waliuawa na wao walikuwa na haki ya kuishi. Watanzania wenzangu, tukatae ujinga kama huu ambao unaendelea kuendeshwa na Samia Mwiguru pamoja na Jakaya Kikwete, sijui kama mnanisikiliza au mnanielewa mpaka hapo yaani wamemwaga damu na sio raia mmoja na sio wawili, zaidi ya elfu kumi. Alafu wanasema kwamba watajisafisha sasa. Kama basi walishinda hizo kura ambazo wanajidai kwamba walishinda, mbona Mwigulu Njemba anasikika akisema kwamba hawa watu wamewakaba koo? Kama walishinda ndio, mbona basi mtu mwenye anaitwa Jakaya Mrisho Kikwete anasikika akisema kwamba watatumia kila mpinu ili kuhakikisha kwamba wanajisafisha baada ya kumwaga damu ili kuhakikisha kwamba Samia hatapelekwa katika mahakama ya ICC. wapenzi wa watazamaji, hii ni baada ya ripoti nyingine ya shirika la utangazaji la kimataifa la Reuters kutoa ripoti yake kuhusu kilichotokea kabla, wakati na baada ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 wa kinachoitwa uchaguzi, lakini ukisababisha mauaji ya maelfu aa, lakini ukasababisha mauaji ya maelfu ya watu wa Tanzania, watu mbalimbali katika miji ya Mwanza, Arusha, Dar es Salaam, waliohojiwa na kituo hichi cha Rutas wamedhibitisha kuwa kuna watu walikuwa walikutwa majumbani mwao, biasharani, au kipenda biashara zao na wengine wakitembea tu barabarani, bila hata kuulizwa wala kuhojiwa walimiminiwa risasi na polisi kisha wakafa. Nikiweza kunukuu kituo hicho cha Reuters e, cha kimataifa ambacho kimeweza e, kutoa ripoti yake, wanasema kwamba mfano kule Mwanza eneo la, eneo la Ilemela kuna kundi la watu kadhaa walikuwa wakiangalia mpira kwenye kibanda umiza polisi walifika pale wakawaamuru walale chini na kuwamiminia risasi za kichwani na mgongoni na kufa papo hapo au kipenda pale pale, na polisi kuiacha miili hiyo hapo, alisema mmoja wa mashuhuda wa tukio hilo aliyefanikiwa kukimbia kifo hicho, yani ni tendo la kusikitisha. Alafu huyu mama samia kwanza, hata si mama huyu, muuaji Samia, siku ya lamisi, yaani siku ya Ijumaa tarehe tisa Januari mwaka elfu mbili na ishirini na tano yani ishirini na sita anasimama tisti na kusema kwamba funzo limepatikana, hakuna kibaka yeyote atatoka tena kuingia barabarani kuandamana yaani inaonekana kwamba ile amri ya kutotoka nje ni kama hao jamaa Samia Mafwele, Mwiguru, Jakaya Mrisho Kikwete waliwaambia afisa wa jeshi la polisi kwamba ukiona mtu popote hakikisha anakuwa maiti, na uwezekano zaidi yao ya asilimia tisini ya vifo vyote vimesababishwa na hiyo amri ambayo iliweza kutolewa na Samia Suluhu Hassan. Cha kushangaza waliouawa wakiwa majumbani wanaitwa vibaka na Samia. Msiba hauumi ukiwa kwa eh, jirani. Cheka sana, kebehi sana wewe Samia, ita waliouawa vibaka, omba yasikukute kabisa wewe Samia. Hii ni ripoti ambayo imeweza kutolewa na Rutas, mpenzi mtazamaji, ikieleza jinsi ambavyo maafa ya 29 Oktoba yalikuwa yamepangwa, na baada ya pale Mwigulu Njemba alisikika akisema kwamba tumekabwa koo, lakini bwana Jakaya Kikwete akawaambia kwamba watajisafisha kwa kila namna. Mimi ni bwana Ezra, asanteni sana. Sijui wazo lenu ni lipi kuhusiana na haya ambayo hii serikali wanajishaua kwamba watatumia kila namna kuweza kujisafisha. Ipo siku, ipo siku, damu ambayo waliweza kuimwaga itatiririka mikononi mwao. Sante sana. Sambaza ikanda zaidi.